Kitabu cha Tobiti sura ya kwanza na ya pili. Ndiyo kanisa la Mungu tumsifuni Yesu so Kristo. Karibuni sana wapendwa katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro. Siku ya leo tunaenda kuanza safari nyingine mpya na nzuri sana ya kusoma vitabu vya Deuterokanoni ambapo tunaanza na kitabu cha Tobiti. Kwa historia tu kwa ufupi ni kwamba vitabu vya Deutra Kanoni ni moja ya vitabu tengwa ambavyo vinatumika sana sana na Wakristo wa Katoliki, na Wakristo wa madhehebu mengine hawatumii hivi vitabu, na kuna sababu hasa za kiteolojia na za kiimani zilizosababisha ikawa namna hiyo. Lakini vitabu vya Deutra Kanoni ni moja ya vitabu vizuri sana, na wakati mwingine mimi binafsi wanajiuliza kwa nini makanisa mengine waliviacha kwa sababu vina mafundisho mazuri sana ya kukujenga kiroho katika safari ya Ukristo, na ndio maana usikose hii safari. Na tunaanza leo na kitabu cha Tobiti sura ya kwanza na ya pili Na zuri zaidi, unaweza ukapia ukavisoma vitabu hivi kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, vile vile na Facebook pia. Tusali ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya wakati unaotuwezesha kuweza kuwepo hapa kwa ajili ya kusoma neno lako la uzima tunaomba roho Mtakatifu utusimamie tuwezeshe tuweze kusoma na utuwezeshe tuweze kuimarishwa. E Bwana tupe mwanga wako na uweza wako roho Mtakatifu, ili kwa neno hili wote tuweze kutiwa uzima katika jina la Baba mwana na roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Tobiti sura ya kwanza na ya pili kitabu kitabu cha habari za Tobiti bin Tobieli bin Ananieli bin Adueli bin Gabaeli wa uzao wa Asieli wa kabila la Naftali zamani za Shamainesa mfalme wa Washuru. Huyu alichukuliwa mateka kutoka Tisbe Ulioko upande wa kuume wa Kadesh Naftali katika Galilaya upande wa juu wa Asheri. Mimi, Tobiti, nimekwenda katika njia za kweli na haki siku zote za maisha yangu, nikawakarimia ndugu zangu sadaka nyingi, pia na watu wa taifa langu waliokuja pamoja nami katika nchi ya Washuru mpaka Ninawi. Nami nilipokuwa nikikaa kwetu katika nchi ya Israeli, nikali kijana bado, kabila nzima ya Naftali baba yangu walijitenga na nyumba ya Yerusalemu, ambayo kwamba palichaguliwa katika kabila zote za Israeli ili makusudi kabila zote watoe kafara huko, hata na hekalu la makao yake yaliye juu likawekwa wakfu na kujengwa huko kwa ajili ya vizazi vyote vya milele. Basi kabila zote waliojitenga pamoja na kabila ya Naftali baba yangu waliomtolea kafara yule Baali, mtamba wa ng'ombe bali mimi, desturi yangu huenda peke yangu mara nyingi mpaka Yerusalemu wakati wa sikukuu, kama walivyoamriwa Waisraeli wote kwa agizo la milele. Huchukua malimbuko na zaka za mazao yao na manyoya ya kwanza ya kondoo, nikawapa makuhani bani Haruni huko madhabahuni zaka ma, zaka ya mazao yangu yote naliwapa bani Lawi waliohudumu huko Yerusalemu, na zaka ya pili naliuza nikaenda na kuitumia kama na kuitumia Yerusalemu kila mwaka, na ya tatu naliwapa watu waliohusika nayo kama alivyoniagiza Debora mama wa baba yangu, yaani naliachwa yatima na baba yangu. Hata nilipopata kuwa mtu mzima nalimoa Ana aliyekuwa wa jamaa yetu naye akanizalia Tobiti. Nasi tulipochukuliwa mateka mpaka Ninawi, ndugu zangu wote nao wale waliokuwa wa jamaa yangu walikuwa wakila chakula cha mataifa. Bali mimi nalijizuia nisile, kwa sababu nalimkumbuka Mungu kwa moyo wangu wote, naye aliye juu akanijalia kuwa na neema na kibali machoni pa Shalmanesa, hata nikawa mnunua chakula wake. Hivyo nikaenda mpaka Umedi nikaweka amana kwake Gabaeli Bin Gabria, talanta kumi za fedha huko Raje mji wa Umedi. Hata ikawa Shalmanesa alipokufa, mtoto wake Senakeribi Sena alimiliki mahali pake, ambaye wakati wake barabara zilichafuka hata nisiweze kwenda tena mpaka Umedi zamani za Shalmanesa. Nalito, nalitoa sadaka nyingi nikawakarimia ndugu zangu, nikawapa wenye njaa chakula, nikawapa walio uchi nguo zangu. Hata nikimwona mtu yoyote wa taifa letu amekufa na kutupwa kwenye kuta za Ninawi, nikamzika vilevile. Iwapo mfalme Senakeribia ameua watu pale alipokuja amekimbia kutoka Uyahudi na aliwazika kwa siri, maana katika ghadhabu yake aliwaua wengi, lakini maiti zao hazikuonekana alipotafutwa kwa amri ya mfalme. Walakini mmojawapo wa Waninawi akaenda akanishtaki kwa mfalme ya kwamba mimi nimewazika na kujificha. Basi nilipotambua ya kuwa nalitafutwa ili ni wawe, nalijitenga kwa hofu. Ndipo mali zangu zote ziliponyang'anywa, wala sikubakizwa na kitu, ila mke wangu Ana na mwanangu Tobia. Kumbe hazijapatikana siku hamsini na tano, hata wanawe wawili walimua baba yao wakakimbilia mpaka mlima wa Araria. Naye Esahadoni mwanaye akamiliki mahali pake, akamweka Akiakaro mwana wa ndugu yangu Anaeli juu ya hesabu zote za ufalme wake na juu ya mambo yake yote. Hivyo akikaa Akikaro akaniombea nikarudi tena mpaka Ninawi. Mradi huyu akakiaro alikuwa mnyweshaji na mlinda muhuri na wa wakili na msimamizi wa hesabu, naye naye Esahadoni akamweka kuwa wapili wake, naye alikuwa mwana wa ndugu yangu. Sura ya pili hata nilipofika tena nyumbani kwangu na kurudishwa na kurudishiwa mke wangu ana na wanangu Tobia kwenye sikukuu ya Pentekoste, iliyo siku takatifu ya juma saba, na aliandaliwa chakula kizuri, nikakaa kitako nile. Ndipo nilipoona nyama tele nikamwambia mwanangu, nenda ukamlete huyu mtu masikini yoyote utakayemwona miongoni mwa ndugu zetu um, amkumbukaye Bwana haya, na kungoja. Akarudi akasema baba, kuna mtu mmoja wa taifa letu amenyongwa akatupwa sokoni. Mara kabla sijadiriki kuonja chakula chochote, naliondoka kwa haraka nikaenda nikamchukua nikampeleka katika chumba hata kuchwa kwa jua kisha nikarudi nikaoga nikala chakula changu kwa msiba, huku nikiukumbuka ule unabii wa Amosi kusema, nitageuza sikukuu zenu kuwa maombolezo na nyimbo zenu zote kuwa vilio. Kwa hiyo nikalia. Na jua lilipokwisha kuchwa, na likwenda nikachimba kaburi nikamzika lakini jirani zangu walinidhihaki wakasema, mtu huyu bado haogopi kuuawa kwa sababu ya tendo hilo, ingawa alikimbia na kumbe anazika maiti. Tena usiku ule ule nalirudi mazikoni nikalala kwenye ukuta wa kiwanja changu, maana nimenajisika, na uso wangu haukufunuli, haukufunikwa wala siku jua ya kama wamo videge katika ukuta, na macho yangu yalikuwa wazi. Hivyo videge wakanitelemshia mavi na moto ndani ya macho yangu, vikatokea vyamba vyeupe katika macho yangu. Nikaenda kwa matabibu, wasiweze kunisaidia, walakini Akiakaro alinilisha hata alipohamia Elimayo. Basi mke wangu Ana alikuwa akifanya kazi ya kusokota nyumbani mwa wanawake, naye alipokwisha kazi huzipeleka kwao wenyewe wao wakamlipa mshahara, tena wakampa na zawadi ya mwanambuzi na yule mwanambuzi ali, alipokuwapo nyumbani mwangu alianza kulia. Kwa hiyo nikamuuliza mke wangu, huyu mwanambuzi ametoka ametoka wapi? Je, huku mwiba warudishie wenyewe, maana si halali kula kilichoibiwa. Naye akanijibu aa, ni zawadi yangu niliyopewa, faida zaidi ya mshahara wangu. Lakini mimi sikumsadiki, nikamwagiza awarudishie wenyewe, nikamwonea haya. Akarudisha, akarudishia, akarudisha maneno: Je, wewe zi wapi basi sadaka zako za matendo yako ya haki? Tazama, ati umefahamika wewe na kazi zako zote.